Familia moja inaomboleza vifo vya watu saba wa familia hiyo walioangamia kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Naivasha. Walioaga ni ndugu watatu na wana wao wanne ambao walikuwa wakitoka kwenye misa ya wafu ya mjomba yao aliyeaga. Haya ni huku watu wengine wawili wakifariki kwenye ajali nyingine ya barabara katika kaunti ya Machakos. Mary Muoki na taarifa hiyo. Majonzi zilitanda katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Naivasha huku jamaa na marafiki wakikusanyika kutambua miili ya wapendwa wao saba waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani, nyuso zao zikidhihirisha dhiki walionayo kwa msiba uliowapata. Waliangamia baada ya gari lao kugongana ana kwa ana na trela karibu na mtaa wa Mirera, kilomita kumi tu kutoka mji wa Naivasha. wamelazwa uh, Tunahitajika kufanyiwa postmortem kastir, tunahitajika kutafuta pesa za kufanya mahali wakuwapumuzisha. Wakati walikuwa naenda maamborezi, walienda wakiwa wanane, mmoja wao hakurudi haku nao, so walirudi wakiwa watu saba. Yes. na wote waliaga. Ndugu hao watatu walifariki papo hapo, huku watoto walionusurika wakiaga hospitalini walipokuwa wakipokea matibabu, vifo vyao vikiwa ni pigo kwa familia hii. A ndio walikuwa wanasimamia familia yetu, so s moja alipoteza watoto wake watatu, so bibi yake ameachwa na bila chochote. Bwana yake aliaga na watoto watatu watatu, bibi ya mtui ameachwa peke yake, watoto wake wote wameenda, na bwana yake, mfanya kazi wao ambaye amefanya kwa muda hapa kwao amepoteza mtoto. Kamanda wa polisi wa Naivasha Anthony Keter amewaonya madriva dhidi ya kuendesha gari kwa mwendo wa kasi. Haya yakiarifiwa, katika kaunti ya Machakos, watu wawili wamefariki papo hapo, huku mwingine mmoja akipata majeraha kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika barabara kuu ya Kangundo kuelekea Nairobi. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, ilitokea kilomita moja kutoka soko la Nguluni. Wanaume watatu walikuwa wameabiri pikipiki iliyokuwa ikiendeshwa kasi na kisha kugonga gari la kibinafsi. Tulikuwa mahali hapa tu kwa matanga, tukasikia sauti, tukakimbia. Wakati tumekuja tumepata, kulikuwa na motorbike ambayo imekuwa na ajali, imegonga gari, ilikuwa na vijana watatu, wawili wameaga, mmoja amepelekwa hospitali. It's so unfortunately that watu wawili wametuacha. We say sorry to the family. Miili ya wawili hao ilihifadhiwa katika makafani ya Kangundo, huku polisi kutoka Malaa Matungulu wakianzisha uchunguzi. Mary Muoki, runinga ya Citizen.